Matenga, leo mzee Matenga, nataka nizingue leo, mzee Matenga leo. Eh, kitu cha lusi. Ah, blaza. Anakuja ndugu janja. Kama kaa ana noma. Leo zeta atakanimfanyia maajabu haja kuona siku moja. Leo zeta ataona kazi yangu nataka nimfanyia hapa unajua. Eh. Sababu zile Matenga yule pale siku kiuchi zile Matenga yule pale muone, alifanya kazi mimi ndio mwisho uni zaidi yake. Hata atasema zile Matenga. Zile Matenga yule kibaka anavyoonekana, tule kibaka zile Matenga yule kibaka. Eh, zile Matenga yule pale kibaka mkubwa yule. Zile Matenga yenyewe kumwangalia tumbo lake lipo lipo, yenyewe siko vipi yani. Alafu hii bangi leo ndio ndako ninyoshe leo. Eh, bangi, bangi ni bangue eh.

Vipi, mama mama, vipi mama, mama mama, nikutoka katika upande wa baba, kama hivyo unachukua mimi babako